Tena mpenzi mtazamaji, kumbuka pia unaweza kuendelea kujiunga nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii at KBC Channel 1 na pia vile vile at Wanjiru Mbugwa. Tukisonga mbele, spika wa bunge la taifa Moses Wetang'ula ametoa wito kwa Wakenya kuungana ili kujenga nchi. Akizungumza wakati wa mazishi ya Elvis Murakana Namenya, mwanawe mbunge wa Dagoretti Kaskazini Beatrice Elachi katika kaunti ya Kajiado, Wetang'ula alitoa wito kwa wa umoja bila kuzingatia miegemeo ya kisiasa na kijamii kwa minajili ya maendeleo. Wito ya umoja ilishamiri wakati wa ibada ya mazishi ya Elvis Murakana Namenya, marehemu mwanawe mbunge wa Dagoretti kaskazini Beatrice Elachi aliyezikwa kijijini cha Nalepo kwenye kaunti ya Kajiado. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetang'ula aliwaongoza wazungumzaji wengine kutoa wito wa umoja ili kukabiliana na changamoto zinazokumba nchi hii. wale wako nje

Because if we don't heal the nation, we'll be tearing this country. And this is a country for all generations. Wetang'ula pia aliashiria kwamba hafla hiyo ilitoa fursa ya kubaini kuwa mbali na siasa na uongozi kuna familia. Wakati wa hafla hiyo ya mazishi: We have no spare country. We have no other Kenya. We have only one Kenya. Na Senator wa hapa alisimama hapa akasema Kajiado is a county of peace and i confirm because i am also a resident of kajiado we look at each other with blinkers of hate with blinkers of ethnicity with blinkers of all manner of things that don't help the growth of our country viongozi walitaja kifo cha ghafla cha elvis kwenye ajali ya barabarani wakati wa kipindi cha kwaresma kwa ukumbusho wa udhaifu wa maisha what you see as bitterness what you see as anger is a cry the problem is not our young people the problem is us the political class we are the problem and we need when you hear a cry from your child what do you do you go down to their level you listen we need to listen Elvis aliaga dunia kwenye ajali katika barabara ya Thika tarehe ishirini na tano mwezi huu. Hey, Yesu.